serikali ya jamhuri ya muungano wa tanzania imesema inafuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha cnn cha marekani kuhusu matukio ya tarehe 29 oktoba 2025 na siku zilizofuata taarifa hiyo iliyochapishwa leo tarehe 21 novemba 2025 na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwe imesema kuwa inachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo, na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Haya yamejiri muda mfupi baada ya chombo cha habari cha CNN kutoa makala ambayo yalifanyika siku ya maandamano tarehe 29 Oktoba 2025, yaliyohusisha vijana wa kitanzania GNZ, ikionyesha madhila mbalimbali yaliyofanywa na jeshi la polisi pamoja na video za sateliti ya nini hasa kilichotokea. Pia katika makala hiyo imejaribu kuonyesha baadhi ya watu wakipigwa risasi waziwazi kabisa katika maandamano hayo, na pia ikionyesha eneo ambalo CNN inadai kwamba palizikwa mamia ya watu.